Kama unavyoona imekuja flow hapa, nitashuka chini then nitachagua create with flow. Kama unavyoona hapo, hapa nitakuja kuchagua. Hizi ni baadhi ya video ambazo nimetengeneza kwa, itaplay moja hapa, yeah,

Kwa hiyo ni video yetu. Tutajaribu kuitengeneza video nyingine kama hii. Hapa chini, hapa chini utaona sehemu imeandikwa generate video with text. Ya, yeah, po generate video with text. Kwa hapo ndo tuna type uh, kila ambacho tunataka tu generate kwa kutumia hii eh, Google Flow. So, tutajaribu kutengeneza video kama hii hapo tuliyotoka kuiangalia mwanzo. Hu utaandika kijana wa Kiafrika akifundisha matumizi ya akili bandia, maanake AI, pia anatumia lugha ya Kiswahili. Tuliona pale kwenye video yetu ya mwanzo alikuwa anaongea Kiingereza, kwa hiyo saa hizi tutajenereta, uh, atumie Kiswahili, tuta tabonyeza hiyo huo mshale hapa, tutasubiri e AI atengeneze video yetu. Kama unavyoona hapo, muone ameniambia credits zangu zimebaki 40. Hiyo ni kwa sababu natumia free version. Kama uta free version ina, unaweza generate video nne au tatu. Kwa hiyo hapa nimesema hii ni video ya tatu, ndio maana wanaletea hiyo kwamba 40 credits left. Kama unahitaji kutengeneza video kama hizi nyingi na ndefu zaidi, unaweza uka upgrade, manage, ukalipia ukatumia. Na video yetu tayari imekuwa generate, ni kama unavyoiona hapo mona. Ubaoni kuna yale maneno ya AI training project kama unavyoona. Kwa hiyo video yetu hivyo tuone. Karibuni sana kwenye mafunzo ya akili bandia. Leo tutajifunza misingi na jinsi ya kuanza kutumia zana hizi muhimu. Karibuni. Kwa namna hiyo unaizuka, unaweza generate video yoyote unayoitaka wewe. Kwa hapo ni, ni maelezo yako tu. Kwa maelezo yako unaweza kutengeneza video yoyote unayoitaka. Kama unapata shida kwenye kutengeneza prompt kwa ajili ya video generation, ah uh, comment, comment prompt after kutengeneza video inayohusiana know, na generation ya prompt kama hizo kwa ajili ya video. Pia kila Jumatano na Jumamosi mosi tuna vipindi, kama uko interested na mwepo kwenye description.